Sababu ya kuzungumza na umma wa Tanzania, mimi kama mchambuzi wa maswala ya kisiasa na mambo mbalimbali, katika masiku ya karibuni hivi wengi wamekuwa wakinipigia simu na kujaribu kuniuliza hili na lile. Kutokana na hilo limenifanya leo nije nizungumze na umma kupitia waandishi wa habari. Niwashukuruni sana kwa kuitikia wito na kuja mahali hapa ili kuweza kusikiliza yale ambayo yamenifanya niwaite, ndugu waandishi wa habari katika maudhui ambayo leo nitaizungumza itakuwa ina vipengele takribani kama vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza, kuna hoja nyingi hapa katikati zimeibuka. Hoja ya kwanza hapa ililetwa na e, askofu Wajima e, pale ambapo alipoipa serikali siku kumi na akasema ndani ya hizi siku kumi endapo msipoyafungua makanisa yangu, basi tusije tukalaumiana. Lakini kukaibuka hoja zingine hapa mbeleni pia kutoka kwa ndugu Humphrey Polepole katibu mwenezi mstaafu wa Chama cha Mapinduzi. Amekuja na hoja nyingi sana eh, hoja zinazohusiana na masuala ya, ya gesi. Amekuja na hoja mpaka za kuuawa kwa mheshimiwa aliyekuwa rais wetu katika nchi ya Tanzania mheshimiwa Magufuli. Lakini pia eh, kuna hoja ambazo zimekuja hivi juzi pia za mheshimiwa Rostam Azizi kutokana na maswali ambayo ameweza kuulizwa na mwanahabari nguli sana bwana Tido Muhanda kwa, wa Azam, na yeye akajaribu kuyajibu kwa namna ambavyo amejibu. Haya mambo yote yame, yameibuka ambayo yanataka kuyafanyia uch, uchambuzi ya kinifu kuweza kuelewa ni e, nini hasa kipo ndani yake, lakini pia na mwisho kuleta suluhisho nini ambacho kinastahili zaidi katika nchi yetu ili mradi mambo yaweze kwenda vizuri zaidi katika maswali ambayo yamekuwa yakijiulizwa kuna hoja kama eh, kama takribani ambazo nimezitaja, lakini nianze na kwa ndugu Humphrey Polepole. Humphrey Polepole, kuna hoja moja ambayo yamekuja ya nayo kwamba eh, mheshimiwa marehemu Bernard Membe ambaye aliwahi kuwa waziri ameshika nyadhifa mbalimbali, kwamba alitaka kumuua rais Magufuli. ukisikiliza maneno haya haya ni maneno mazito sana, ni mazito sana kwa sababu maneno haya yanaweza yakaigawa hata nchi. Maneno haya ni maneno mazito sana, sio maneno ya kawaida kusema kwamba e, eh, Bernard Membe alitaka kumuua eh, rais Magufuli. Lakini katika hoja hii kuna swali, nataka wewe unayenisikiliza na hata nyinyi waandishi wa habari mnaweza mkatafakari juu ya hilo swali. Kwa mfano amesema ametaka kumuua Magufuli, lakini hapo hapo na akasema kwamba na sababu kubwa ya kumfukuza Bernard Membe katika Chama cha Mapinduzi ilikuwa ni hoja hiyo ya kutaka kumuua rais Magufuli. Sasa kuna vitu vya kujiuliza. Wakati rais Magufuli anataka kuuawa, ukumbuke alikuwa ni rais wa nchi. Lakini wakati huo huo huyu msemaji wa hiyo hoja ambaye ni Humphrey Polepole, yeye Polepole alikuwa ndio katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Maana yake ni mshauri wa karibu sana wa rais. Sasa kuna hoja ya kisheria hapa, katika hoja ya kisheria ambayo tunaweza tukaiangalia Hivi mtu anapotaka kumuua rais kwa mujibu wa katiba yetu, moja kwa moja huyo mtu ni mhaini. Sasa mhaini hukumu yake ni ipi? hatua za kuchukuliwa mhaini ni zipi? ni kufukuzwa katika chama cha siasa au kupelekwa mahakamani? ili ni swali ambalo wewe mwenye akili timamu nataka ujiulize, swali ambalo mimi nataka Humphrey Polepole atuambie umma, kama ni kweli hayati Bernard Membe alitaka kumuua Magufuli, kwa nini hawakuchukua hatua ya kumpeleka mahakamani wakamfukuza chama? Hivi anataka kutuambia mtu ambaye ni muhaini anafukuzwa chama au anapelekwa mahakamani? Sasa kama hawakumpeleka mahakamani wakamfukuza chama, maana yake wao ndio watakuwa wanafuga wahaini haini, maana yake watu ambao wanataka kuua viongozi wa nchi badala ya kuwaadhibu kwa kuchukua taratibu za kisheria, alafu unawaacha kwa kuwafukuza, kwa kufukuza chama. Jambo kama hili linanifanya nitafakari na kuhisi kwamba haya maneno yanawezekana yakawa hayana ukweli, lakini hoja ya msingi pia. Kama haya maneno yana ukweli, kwamba Mheshimiwa Bernard Membe alitaka kumuua e, rais e, marehemu hayati Rais Magufuli, kuna vitu vya kujiuliza pia. Okay, hamkumpeleka mahakamani. Lakini unayasema haya maneno leo. Mtuhumiwa ni Bernard Membe ambaye sasa hivi ni marehemu. Anapataje nafasi ya kujitetea kwa umma kwamba huyu Polepole haya maneno anayasema aidha ananizingishia. Sasa anapataje nafasi ya kujitetea? Kwa nini usubiri afe alafu ndio uje uambie umma kwa mtu ambaye hana uwezo wa kujitetea? Lakini hoja ya pili ambayo unaweza ukauliza kama swali hapo. Lakini vile vile mtu ambaye alitaka kuuawa ambaye ni hayati Rais Magufuli, huyu kisheria anakuwa shahidi namba moja. Sasa huyu shahidi namba moja ambaye anataka kuuawa, ni kwa nini sasa tunapataje fursa huyu ya kuthibitisha kwamba haya madai ambayo anayasema, e, bwana Amfrey Polepole, ni madai ya kweli? Uthibitisho unapatikana vipi? Kwenye eneo hili la kwanza la haya madai, ninayaona haya madai ni madai ambayo yanaweza kuwa ni madai ya kubumba, na kama ni madai ya kweli, basi kosa la kwanza Humphrey Polepole na hata waliokuwa katika utawala kipindi kile, maanake wao ndio wanatakiwa wawajibike. Mara ya kwanza kwa nini walimwacha mtu ambaye wa ni muhaini amefanya uhaini wa kutaka kumuua rais, alafu akamwachia? Badala yake wamemfukuza chama tu cha mapinduzi. Hivi leo kweli atokee mtu anataka kumuua rais, hivi atafukuzwa tu chama cha mapinduzi tu alafu akaachiwe tu aendelee kula kuku, aendelee kula bata. Anaishi katika haya maisha wa muachia? ni jambo ambalo haliingia akilini na wao waliomwachia ndio wenye mamlaka yani yake wanashika madaraka yako chini yako wameyakamata wao, alafu wamwache tu eti hukumu yake iwe kumfukuza chama. Ili ni jambo ambalo tunaona kabisa kwamba ni hoja ya mtu ambaye anatosha kuitoa hoja, labda mtu wa darasa la pili, lakini mtu ambaye ameelimika amesoma hawezi kuwa na, kuwa na hoja ya kitoto kwa kiwango hichi. Lakini vile vile Humphrey Polepole, kuna hoja nyingine ambayo alikuja nayo akasema kwamba mheshimiwa rais Magufuli alivyotoka kuzindua kiwanda kule Morogoro. Kwa kuzindua kiwanda kule, baada ya kutoka kuzindua kiwanda basi, ndio a mtu kutoka kuzindua kiwanda alafu kuja kuanguka baadae akafa. Hii, hii na umma inaweza ikatokea hapa ghafla kama binadamu nimeanguka hapa nikatokea nikafa hivi, direct ndio nyinyi mtakuwa mmeniua mimi kwa sababu eti e, nyinyi ndio mlikuwa eneo hili Haiwezekani. Au nimetoka hapa kuzungumza na nyie, nikasogea mita kadhaa hapo mbeleni, nikaenda nikadondoka, huu ndo ushahidi tosha kwamba mtu fulani amemuua mtu fulani? Haiwezekani. na kama tungekuwa katika dunia yoyote ile sawa, mtu anahukumiwa kwa kesi ya mauaji kwa hoja kama hizi, nataka nikwambie basi watu wengi sasa hivi wangekuwa wako jela. Na nataka niwaambie, hata wanasheria wanalijua hili, miongoni mwa kesi ambazo hautakiwi kuhukumiwa kwa ushahidi wa mashaka Yani hautakiwi kuhukumiwa kwa ushahidi wa mashaka, ni kesi ya mauaji au kesi ya uhaini. Hizi ni kesi ambazo mtu hapaswi kuhukumiwa kwa ushahidi wa mashaka kwa sababu Usha, kesi ya, ya, ya mauaji inampelekea mtu kupoteza uhai wake, kesi ya mauaji inampelekea mtu kufungwa maisha. Sasa uwezi kutengeneza kesi ya namna hii ikawa unamhukumu mtu kwa kupitia mashaka. Mashaka lazima uwe na ushahidi ambao unajitosheleza, ili mradi mtu huyu hata akipatikana na hatia, basi ile hatia inaweza kuwa hatia ya kweli. Kwa hiyo, ukiziangalia hoja za ndugu Humphrey Polepole unaziona kama ni hoja dhaifu sana, lakini jambo lingine ambalo limenisikitisha kidogo na ambalo hili nikiwa kama sehemu ya Mtanzania, e, linanifanya nimwambie bwana Humphrey Polepole wanapaswa kuturudishia pesa zetu ambazo walituibia, kwa mujibu wa Humphrey Polepole. Naposema kuna pesa walituibia, kwa sababu gani? Humphrey Polepole amesema kwamba Cuba kule mtungi wa gesi unauzwa shilingi elfu mbili wakati Humphrey Polepole akiwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi na wakati huo rais magufuli akiwa ndio rais wa nchi tulikuwa tunanunua mtungi wa gesi elfu kumi na tisa wa kilo ishirini na tano kama tulikuwa tunanunua elfu kumi na tisa kumbe cuba mtungi wa gesi ni shilingi elfu mbili maana yake ni kwamba ukichukua elfu kumi na tisa ukitoa shilingi elfu mbili maana yake kuna zaidi ya shilingi elfu kumi na saba walikuwa wanatuibia sasa kwanza kabla hajasema chochote Humphrey polepole arudishe pesa za Watanzania wote walizowaibia ndani ya miaka mitano alipokuwa yeye kiongozi, lakini ya rais Magufuli kwa sababu kumbe mtungi wa gesi unauzwa shilingi elfu mbili Cuba, na anashangaa kwamba Cuba hawana gesi, alafu mtungi wa gesi shilingi elfu mbili Sisi huku tuna gesi tunanunua mtungi eh, shilingi kuanzia elfu nne au na kuendelea. Sasa kwa nini hapa kwetu mtungi uwe kubwa? Maana kumbe hapa kwetu tungenunua mtungi wa gesi buku shilingi elfu moja hatu watu wangepata mtungi wa gesi kwa mujibu wa Humphrey pole Polepole. Kama tunaweza kununua mtungi wa gesi shilingi elfu moja alafu wao kipindi cha utawala wao yeye yeah, akiwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi walikuwa wanatuuzia gesi shilingi elfu kumi na tisa. Maana yake ni kwamba kwa kiwango kikubwa walituibia fedha zetu wa Tanzania. Aidha Humphrey Polepole aje aseme, alisema uongo kama ni kweli, maana yake aje atuambie umma kwa nini walipokuwa watawala badala ya kutuuzia gesi mtungi shilingi elfu mbili walituuzia elfu kumi na tisa elfu kumi na nane mpaka wakati mwingine elfu ishirini huku mtungi wa gesi ukiwa unapatikana Kuba shilingi elfu mbili. Haya maswali Humphrey Polepole hakutakiwa kuwauliza watu wa Tanzania. Ilitakiwa yeye kama sehemu ya hao watawala aje atujibu wa Tanzania ni kwa nini walituuzia gesi kwa bei hiyo. Maanake mimi sifanyi kazi ya kukataa kwamba Cuba hayuzi elfu mbili. Sikatai kwa sababu mimi sijafika Cuba. Sawa, sitaki kusema na yeye ndo alikuwa balozi wa Cuba yes, kasema ni elfu mbili. Maana yake ni kwamba yeye anatakiwa tu kutuambia tu kwa nini walituuzia. Ilitakiwa sasa enzi zake yeye wao wametuuzia gesi shilingi elfu mbili, alafu utawala huu sasa wa Masamia ndio gesi ije juu, alafu ahoji sasa, si tulivyokuwa kwenye utawala tuliuza gesi shilingi elfu mbili, nyinyi kwa nini leo mnauza gesi kiasi fulani? Hapo utaona hoja hapo, hapo ingekuwa ni ya msingi sana, lakini kama na wao walichuzia gesi fedha nyingi, alafu leo anawauliza waliokuwepo madarakani, kwa nini nyinyi mnauza gesi mtungi laba wa kilo 25 kilo 20 mnauza elfu ishirini na nne au wa kilo ule wa kilo 40 au kilo 50 mnauza shilingi elfu hamsini? Kwa nini mnauza bei hizo wakati wewe mwenyewe ulikuwa unauza bei kubwa alafu unatuambia Cuba mtungi wa gesi ni shilingi elfu mbili. Kwa hiyo nikiyachukua maneno ya Polepole pole, alafu nikayafanyia uchambuzi wa kimaarifa na kiakili, ninaona wazi kabisa maneno ya Polepole aidha ni kwa sababu ni mambo mawili tu, aidha ni kwa sababu hamtaki Rais Samia kama alivyoeleza mwenyewe kwamba hichi, e, ni kipindi cha kumwaga oili Kweo, kwa hiyo labda aseme kwamba ni kwa sababu simtaki. Kwa sababu kwa kuwa simtaki sasa, ninatengeneza aina fulani ya uzushi uzushi, ili mradi kupitia uzushi huo, ili mradi tu Watanzania na wenyewe kwa wingi wao waendelee kumchukia, ili mradi tu yeye aweze kupata fursa ile. Na mimi nataka niseme kitu kimoja, inawezekana ukatibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi una hela nyingi sana, na mimi naamini hivyo Sababu chama cha Mapinduzi wana miradi mingi, wana kila kitu, inawezekana kuna fursa kubwa sana. Kwa hiyo kumwondoa Polepole kwenye ile fursa inawezekana kumemchanganya, kwa sababu kuna watu wengine wanajenga hoja, wanasema Polepole analipa mshahara milioni arobaini bana, milioni arobaini bana kwa mwezi, ubalozi nea nyingi. Milioni arobaini naweza kuwa pesa nyingi kwangu mimi na wewe, lakini kwa mtu ambaye pengine kuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, upo uwezekano alikuwa na uwezo wa kutengeneza fedha labda milioni mia mbili, mia tatu, mia nne kwa mwezi au mia tano, alafu akatolewa kwenye milioni mia tano, akapelekwa kwenye milioni arobaini haiwezi kuwa pesa nyingi kwake, lazima achanganyikiwe. Ila mimi na wewe leo ukiniambia kwamba bana mshahara wako utakuwa milioni arobaini, hiyo kweli ni pesa nyingi. Kwa pesa inakuwa nyingi kutokana na mtu mwenyewe, sio pesa nyingi kwa kila mtu. Kwa hiyo hoja kwamba eti ameacha pesa nyingi, hiyo sio hoja ya msingi. Kwa hiyo hoja ya msingi Polepole hizi hoja alizozijenga anatakiwa aje azitolee majawabu, la sivyo tutaamini kwamba Polepole ni muongo, ameamua kutumia tu uongo na kutengeneza uzushi katika hayo maeneo. Ili usiwe uzushi, aje atuambie haya ambayo tunamhoji bwana Polepole, aje atolee majawabu ya kinifu ili Watanzania tuelewe. Mi najua shida ya Watanzania tuliko hivi, mtu akishakuwa na hali ya kumchukia mtu, hata leo najenga hoja ni za msingi badala mtu kuja kuangalia hoja nilizojenga akazitolea majibu ataanza kuja kukutukana wewe. Sasa mtu anaamua tu kukutukana badala ya kujibu hoja, na ukimwona mtu anakutukana, hajibu hoja, maana yake kimsingi hoja zako zimemshinda, na ndo maana mimi simtukani Polepole pole, bali ninajenga hoja kutokana na madai yake aliyo yadai. Kwa hiyo mimi nachokiangalia, misingi yangu ni hiyo. Lakini vile vile e, Bwana Gwajima Gwajima, kuna jambo ambalo alilieleza pia. Gwajima alisema kwamba anaipa siku kumi serikali na akasema kama serikali haito e, yafungua makanisa yake ndani ya siku kumi, kuna neno atalisema hilo, yani kila mtu atatafuta njia ya kwenda na kila mtu ataenda upande wake. Cha ajabu, mimi mpaka leo nimekaa sijasikia hilo neno la kumpeleka kila mtu upande wake. Sasa hii inanikumbusha mbali sana. Kwanza inanifanya niamini ni kwamba wajima ni katika watu fulani hivi, ambao namheshimu kwa sababu ni mtumishi wa, wa Mungu. Unajua, mtu akisema mimi ni mtumishi wa Mungu, wakati mwingine unajaribu kutafuta lugha fulani za kutunga, kutunza heshima yake, lakini kwene uhalisia unaweza ukasema kama angekuwa sio mtumishi wa Mungu, Mungu ningesema ni mtu mmoja muongo hivi mlakai fulani. Sasa kwa sababu, eh, ukiangalia mambo mengi sana, kuna mambo yanazungumziwa hapa kwamba eh, demokrasia mimi kwanza niseme ukweli mimi ni mtu ni muumini wa kutaka demokrasia ya kweli ya kweli ya wazi, ni muumini wa hayo, lakini kuna mambo ya kwenda kuzingatia wakati tunaposema, kwa mfano Humphrey pole pole, ukimwangalia Gwajima wote hao siku ya kipindi hichi wanazungumzia wanataka eh, uwepo wa, wa demokrasia wengine wanasema Tundulisu waachiwe, lakini tena anasema Tundulisu ni mwanasiasa mzuri. Kumsikiza Polepole, anasema hivyo. Ukimsikiza kwa jima, anasema hivyo, lakini Polepole huyu pole, huyu ukirudi kwenye video zake za nyuma huko alisema kwamba e, Tundulisu ni kibaraka, tena akasema huyu kibaraka arudi kwa hao waliomtuma. Sasa unaweza ukaona kwamba yaani Tundulisu wa Magufuli alikuwa kibaraka, lakini Tundulisu wa Samia amekuwa mwanasiasa mzuri. Sasa unaweza ukashangaa kwamba huyu ni mtu mmoja, huyu kipindi cha, cha, cha Magufuli kibaraka, lakini kipindi cha Rais Samia huyu anaitwa mwanasiasa mzuri. Sasa unaweza ukaona watu wa namna hii ni watu wa namna gani? Lakini vile vile ukija kuangalia, anasema eh, washindani hata unajengwa hoja kwamba ah hivi vyama vingine vingine hivi wagombea wake ni dhaifu, hawatengenezi ushindani. Hivi tundulisu elfu mbili na ishirini alitengeneza ushindani gani na Magufuli? Kwa sababu matokeo waliotutolea wao, kina polepole pole, magufuli alipata zaidi ya asilimia thamanini, tundulisu alipata asilimia kumi. Sasa hivi kwenye asilimia kumi eh, na asilimia thamanini hapo kuna ushindani? Yanaozungumzia ushindani manake ni watu wanaokaribiana sasa kama unasema Tundulisu ndio mshindani, sasa kuna ushindani wa namna gani wakati ukiziangalia asilimia alizopata yeye Tundulisu na asilimia alizopata Magufuli ni mbingu na ardhi? Sasa hata huyo Tundulisu mwenyewe kwa mujibu wa matokeo ya kina Polepole hakuwa mshindani. Sasa labda watuambie kwamba yale matokeo waliyotoa 2020 hayakuwa ya kweli, labda Tundulisu bana alipata asilimia labda pengine e, 48 hivi, wakazikata kama alipata nyingi wakazikata, kweli hiyo Tundulisu atakuwa alikuwa mshindani. Lakini kama matokeo waliyotupa ndio yalikuwa halisi, basi maana yake Tundulisu hakuwa mshindani kwa hoja hizo ambazo e, bwana Humphrey Polepole na bwana Gwajima wanatoa. Lakini vile vile demokrasia, ukiangalia kwa mapana yake mzizi wa kuanza kuuawa kwa demokrasia katika nchi yetu ni kina Polepole Polepole, wakati wa utawala wa Magufuli na hao kina Gwajima ndio mzizi wa kuuawa kwa demokrasia. Nitatoa mfano wa kawaida hapa, kabla sija rudi kwenye nukta ya Gwajima, nitatoa mfano wa kawaida ili watu waweze kuelewa tu kwamba wakati u, wa Magufuli ilifika pahala Magufuli alisema kwamba anawaambia wakurugenzi kwamba, mimi nikupe mshahara unaotokana na mimi, we mkurugenzi, nikupe gari, nikupe pesa alafu wewe ukamtangaze mpinzani yeye? Yeah, yeah, alikuwa na alikuwa na msemo wake fulani hivi akiusema hivi e, siwezi kidogo kuiga kwa sababu mimi sio msanii wa kuiga masauti, lakini kuna aina fulani ya msemo alikuwa akiusema nyewe nyewe, mnabaki kidogo mnacheka, sema mimi nikupe mshahara alafu wewe ukamtangaze mpinzani. Polepole pole, akiwa katibu mwenezi Magufuli anasema haya, huku akijua kabisa inakiuka suala zima la kidemokrasia sasa leo Polepole pole, anawezaje kuwa muumini wa demokrasia wakati yeye alipokuwa na nafasi ile hakuweza kuonyesha hiyo demokrasia? lakini vilevile wakati wa Magufuli ndo ilipigwa marufuku kabisa, akasema hakuta kuwepo na mikutano, huu ni muda wa kazi tu mpaka wakati wa uchaguzi ndo mtaanza. Na watu wengine wengi tu walikimbia kwene nchi eh, wakakaa nchi mbalimbali, wakawa wanaogopa na ni mambo mengi alikuwa yakiendelea hapa. Sasa leo nikimwona Polepole anakuja na hizi hoja kwamba eti sijui kuna ukandamizaji eh, kuna wizi eh. Ni kweli inawezekana, labda CCM wanafanya hivyo labda labda hivyo hivyo, lakini kama wanafanya hivyo wameanza kufanya hivyo wakati gani wasamia? Au ni CCM tabia yake ya muda mrefu? Na kama ni tabia ya muda mrefu, Polepole pole, vipi unaonekana kwamba hoja zako wewe zime, zime, zime, zime, zime zamia, tu kwa Samia, tu kwa Samia, tu kwa Samia. Hii inaonekana kabisa kwamba kuna jambo lingine nje ya pazia. Mi naamini kwamba ndani ya CCM kuna watu wana jambo lao wana jambo lao kabisa. Sasa wanatumia hizi agenda ili kutengeneza umma, ili umma wapate supported kutoka kwa umma, ile public, jamii ile ya watu iweze kuwapa support, kwa wanatengeneza hoja ambazo zitatengeneza ushawishi kwa jamii ziwaunge mkono, lakini wao wanala kwao, wala sio kwamba eti hao wana huruma na wananchi, sio kwamba wao wanawaonea huruma wananchi kwa jambo lolote lile, kwa hili jambo ambalo liko wazi, lakini vilevile vile,